Ndiyo safari ya kuelekea kwao Patrick Andavwa, na tunapofika nyumbani kwao anakoishi na wazazi wake. Andavwa mwenye umri wa miaka 31, m ameandamana na mkewe walioana siku chache zilizopita. ni mtengenezaji matofali, shughuli ambayo ndiyo humpa riziki yake ya kila siku. Cha kushangaza hata hivyo ni kuwa mkewe Jones Kevogo, aliye na umri wa miaka 40, miaka 9 kumzidi, siku chache zilizopita alikuwa mke wa mtu mwingine tuliambiwa anafahamika kwa jina Kinyasa Kivogo. Baada ya kumfanyia kazi ya kumtengenezea matofali kwa gharama shilingi mia tisa, Kinyasa alidinda kumlipa hela hizo. Nilipofanya kazi afika dakika ya mwisho kuja kudai pesa, mzoo huyo akaniambia aka, aka, aka, ati hawezi nipatia pesa, kama ni bibi nimekuja nichukue bibi. Hiyo siku mimi nikatoka hapa, alikuwa mele wako kidogo, huyu alikuwa akinipigia matafari. Sasa ya kwanza tukachoma tena, akapika ya pili, wakumulipa, kakanyaka mchanga wakumlipa, akapika matafari ingine, wakumulipa. Sasa ya ya tatu kurudi anauliza mzangu pesa, mzangu anamwambia sikulipi kama ni mwanamke ndiye anafanya, unakujanga hapa chukua, ndio huyu nimekukawa huyu. Akaenda kesha yake, asubuhi akaniambia, chukua vyako uende kwa bwana yako mwenye mnashindanga naye hapa akipiga matafari. Kweli mimi nikaona, si ameniambia niende, kwa sababu ningekataa angenipiga. Huwa ananishikia panga kila mara kila mara nikaamua nikachukua nguo zangu nikakuja. Kwa upande wa mke anayezungumziwa, maisha ya kuishi na mumewe wa zamani yalikuwa yamemchosha. Ulevi wa mumewe huyo ulikuwa umechangia pakubwa dhuluma ya kila wakati katika ndoa yao. Anasema afadhali mume wa sasa. Maisha yangu naye ni vita tu, kupigana na matusi mbaya. Ukinishikia panga nitakuua. Sasa alinitoa mwezi wa kumi usiku nilipotoka tu nje hivi kurudi kwa nyumba niambiwa, unatoka nini nje na akanishika hapa nguo na akanipiga ngume mimi, ikafunjika hii. Mimi vile yeye ashanipangia hivyo sasa, mimi nimeshaamua wacheku hivyo. Mamake Andavwa ambaye sasa amekuwa mama mkwe wake Jones na mzee wa kijiji wamempa Andavwa baraka za kuishi na barafu yake ya moyo licha ya kuwa ilikuwa barafu ya mume mwingine. Nikaangalia umulia huyu mwanamuke kweli, nilichoka na vile nilichoka na nikaona kijana yangu anampenda. Sasa maneno ya, ms, ya kijana na msijana, siwezi niingilie. Nikamukaribisha gari, si bodi boro, angalie inji akulete kesi yeye alete yeah, tu ripoti ya kwamba yeye akona mgeni ambaye ameoa ame, nkamwambia ni sawa Wanakijiji nao wanahisia tofauti. Navo mjua sawa, uh, mwenye bibi mwenye bibi amewacha mjamaa ambaye ni mrefi sana, anakunywa na nafikiri majukumu ana hawezi ya nyumba. Sasa hata mambo ya matofali imekuja tu just by the way, lakini kazi kwamba nafikiri kazi ile nyingine hawezi, na pengine hii kijana huyu andabwa huyu ndi ataweza hiyo kazi. Kodohu, kijana anasema ya kwamba gari, usiangalie board, ila gari ni engine. Lakini tunasema kwamba vijana wenzetu mwache kutuaibisha kwa maana e, unapo unapofanya kazi mahali e, kama, kama kuna mama au mzee, hao ni wazazi wako na sio vyema kunyang'anya baba yako mzazi, kwa ndavwa tayari gurudumu la ndoa limeanza kubingiria, huku wazee wa kijiji wakitarajiwa kuandaa kikao wiki ijayo kujadiliana zaidi kuhusu tukio hili. Patrick Njendi, Citizen Nipashe, Weekendi.